Kwa mara tena, mjambo mpenzi mtazamaji wa Kivu leo vent catre, tunakutangazia toka mashariki ma draci. Natasha Mingo Androa ni jina langu, karibu kupokea matangazo ya leo. Tuanze habari hizi na habari za siasa. Kukubali kujitolea kwa moyo wa upendo kwa ajili ya maendeleo na utulivu ni mojawapo ya vipawa mbele vya gavana mpya wa mkoa Patrick Busubangui chini ya FCM 23 Ufafanuzi huu ulitolewa wakati wa kubadilishiana madaraka rasmi mnamo Ijumaa Juni 20 mwaka 2025 mjini Bukavu. Inafuatia sherehe za makabidhiano na kuanza upya na utangulizi wake ambavyo vimepitika kunako ofisi ya gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya FC M23. Hiki ni kipindi cha kukomaa kwa mapinduzi ya kikatiba chini ya AFC M23 hapa Kivu Kusini, miezi mitatu ya utawala wake, aliyekuwa gavana wa jimbo la Kivu Kusini Emmanuel Birato alimkabidhi mrenzi wake mamlaka Patrick Busubangui. Emmanuel Berato anamwalika mrizi wake kuwakilisha jimbo kialali na anaahidi kubaki mwaminifu katika kuunga mkono jimbo la Kivu Kusini. Jambo kuu lilikuwa uwasilishaji wa uongozi. Gavana mpya wa mkoa anajitolea kurejesha imani ya washirika wake na kutumia rasilimali zinazopatikana katika Kivu Kusini ili kufanya jimbo hili kuwa kimbilio la amani, ardhi ya heshima na nafasi ya ustawi Patrick Bangu alisema kwa kifupi, tuko na lazima vijana wenye tutapata bataingia kwa jeshi yetu ya ARC, Armee Révolutionnaire Congolaise, batuakompanye tuende pamoja juu tuweze tu kugomboa inchi yetu ya Congo. Njia ingali mrefu, hiyo ndio priorité de priorité na ingine, on va essayer de securize, tutaleta amani mgini ya Bukavu na popote kwenye tulisha ma territoire tulisha libere. Na musiku kidogo, mutaona tunaendelea, tunasonga mbele, tutalibere zingine ma territoire ziko mbele. Njo priorite sa hii, vitu ya development ingine itafata. Tukisha kuwa tushagomboa raia, tutawasekirize na vingine vitakuja vitafata. Asante sana. Katibu mkuu wa AFC M23 alichukua fursa hiyo kuashiria kwamba hii ni hatua muhimu katika uwezeshaji wa kisiasa ambao dhamira yake ni kukuza utawala bora, kuishi pamoja na maridhiano ya kitaifa. Delio Kimbulungu anamtarajia kutekeleza hatua za maendeleo kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Elimu. Muungano wa kitaifa wa wakaguzi wa Kongo Sinyeko wa Kivu kaskazini na kusini unatishia kususia tathmini zote zijazo za vyeti vya kitaifa. Hii ni isipokuwa malipo kamili ya papo hapo ya washiriki katika mitihani ya jimbo 2025 iliyoendeshwa hivi majuzi. Sinieko ilieleza hayo katika barua iliyotumwa kwa mamlaka na viongozi wa sekta ya elimu iliyosomwa na wenzetu wa Actualite Point Sede Ijumaa Juni 20, 2025. Kulingana na chanzo chetu cha habari umoja wa kitaifa wa wakaguzi wa Kongo, sini, Sinieko unaeleza kutoridhishwa kwake na ukimya wa serikali kuhusu kutolipa mafaa yanayodaiwa wakaguzi na wadau wengine wa elimu katika mikoa hiyo miwili katika barua hii. Wakaguzi kutoka mikoa hii miwili wanashutumu shutumu dharau inayoendelea kwa wataalamu wa elimu. Wanasema kuwa hali hii inaongezeka kwa deni nyingine iliyoanzia mwaka wa 2020 haswa linalohusiana na mitihani ya kitaifa wa kumaliza elimu ya msingi ENAFEP ambao walimu wake bado hawajalipwa. Wanaongeza kuwa uzembe huu unaorudilia kwa muda mrefu unaathiri moja kwa moja maelfu ya raia wa Kongo ambao wametumikia serikali kwa uaminifu na kuhakikisha kukamilishwa kwa tathmini zetu za kitaifa. Zaidi ya hayo ni kutolipwa usafiri na kazi ambazo tayari zimelipwa kwa wenzao katika mikoa mingine ya elimu tangu mwaka jana, katika hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea. Vyama vya wafanyakazi wanasikitishwa na kutendewa kwa usawa bila sababu. Ikikabiliwa na ukosefu wa suluhu, sinieco katika majimbo haya mawili inasema kuwa inalazimika kuzuia tathmini zote zijazo za kitaifa. Hii ni pamoja na Enafepa, tena Zospa, na pia pamoja na mitihani ya wanafunzi wanaomaliza shule la msingi wa mwaka wa 2025. Hatua hii ingawa inasikitisha, ni njia yetu ya mwisho ya kufanya sauti zetu zisikike na kudai kuheshimiwa kwa kazi zetu. Hatuwezi kukubali tena kuwa wafanyakazi wakujitolea kwa hali ambayo inapuuza wajibu wake. Wakaguzi walisema. Kwa ufupi, vyama hivi vinadai kuanzishwa kwa mbinu madhubuti za kuhakikisha malipo ya walimu na wafanyakazi hasa katika maeneo yenye migogoro. Afya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepitisha mpango mkakati mpya wa mawasiliano ili kuimarisha chanjo katika eneo lote la DRC. Waraka huu wa miaka mitano unaohusu kipindi cha 2026 2030, unalenga kuboresha chanjo ya kitaifa, kuzuia magonjwa ya milipuko na magonjwa yanayozuilika na kuokoa maisha, hasa miongoni mwa watoto. Mbinu hizo zimetolewa kwenye kikao iliyoendeshwa kwa muda ya siku sita kwa ngazi ya taifa na ambayo imetimishwa tarehe kumi na nne Juni katika mji mkuu wa Kinshasa. Shabaha ya kikao hii ilikuwa ni kutolewa kwa programu kuu kuhusu chanjo ama PEV na mbinu husika na kuboresha mazungumzo zinazoenenda na hali ya maisha yote kwa kuhamasisha raia kuhusu swala la chanjo katika mazungumzo yao wameonekana kueleza vizuizi mbalimbali mkiwemo mbali: kusambazwa kwa habari za uongo, ukosefu wa namna ya kupata habari ya ukweli na wingi wa makabila na lugha katika majimbo. Kwa kupambana na hali hiyo, wahudhuriaji kwenye mkutano huo wameonekana kutoa pendekezo mbalimbali, wakiomba kutolewa kwa ujumbe katika lugha mbalimbali sawasawa na majimbo na kutumia vyombo vya habari. habari za miundombinu. Ujenzi wa barabara ya Bukavu walikala Kisangani kuunganisha na bahari ya Hindi kupitia mto Kongo na kisha bahari ya Atlantiki, uboreshaji wa bandari za Kalundu Moba na Kalemi, ujenzi wa reli ya umeme ya standar na hatimaye barabara ya Kalundu Bunagana di Uganda. Hii ni miongoni mwa miradi ya kipawa mbele itakayotekelezwa na Malawi ambayo inachukua uongozi wa ukanda wakati kutoka DRC. Haya yamejiri wakati wa mkutano 14 wa wa kawaida wa baraza la mawaziri wa nchi wana memba wa ukanda wa kati iliyofanyika jijini Dar es Salaam Tanzania. Katibu mtendaji wa muungano huo Flori Okanju alipitia hoja muhimu za ripoti ya mkutano wa elfu, alipitia hoja muhimu za ripoti ya mkutano wa ishirini na nane wa kawaida wa bodi ya wakurugenzi ya Center Corridor ili kuhidhinishwa na kufanywa kazi ya marekebisho na mawaziri mawaziri wa uchukuzi, mabalozi, magavna na maafisa wa sekta ya umma na binafsi kutoka Burundi, DRC, Malawi, Tanzania, Rwanda, Uganda na Zambia walishiriki katika mikutano hii. Habari za kijamii Ijumaa hii, Juni ishirini, jumuiya ya kimataifa inasherekea siku ya wakimbizi duniani. Zaidi ya Wakongo milioni moja kwa sasa ni wakimbizi katika nchi mbalimbali kutokana na, na migogoro mbalimbali ya kivita inayoendelea kwa sasa nchini DRC. Hata hivyo ina hifadhi takribani wakimbizi milioni mia tano kutoka nchi kwa mjibu wa Redio Kapi huko Kivu Kaskazini, pande tatu za Rwanda, DRC. HCR, mfumo shirikishi unaoshughulikia swala la kuwarejesha mwakao wakimbizi kutoka nchi hizi mbili, unaendelea na shughuli zake. Majadiliano yanaendelea na mkutano wa washikadau unatayarishwa kushughulikia masuala yote yanayohusiana na kurejesha nyumbani, anaripoti kaimu mwakilishi wa aser Pierre Achom. Anaripoti kwamba urejeshaji wa kawaida unaendelea kwa njia mbili, kuwarejesha wakongomani walio nje ya nchi na wale wanaorejea nchini. Katika mwaka huu takriban watu mia moja makumi saba na saba wamerejea kutoka Afrika Kusini, Namibi na Burundi, chanzo chetu kinabainisha. Ikumbukwe kwamba HCR inashirikiana na tume ya kitaifa ya wakimbizi Sern kuhakikisha wamerejea. habari za makampuni wakaadhi wa Bukavu Mudusa Kasiye, Essence mungu chai na Giamba mjini Bukavu wanakosewa na maji ya kunywa tangu Ijumaa hii juni 2025. Hali hii inatokana na huduma ya maji kutoka katika chemichemu ya mazigiro kukatwa na watu wasiojulikana. Taarifa iliyotolewa na shirika la ugawanyaji maji REGIDESO wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika juni 2025 katika jiji la Bukavu. Hii ni fursa kwa REGIDESO kuomba uingiliaji wa haraka kutoka kwa mamlaka, ili kupata miundombinu yake na kuwezesha kampuni hiyo kuwahudumia vyema wananchi kwa maji ya kunywa. Mkurugenzi wa REGIDESO mudimbi Mweze anajadili hili katika mahojiano haya. Njoo tulipata message toka ku watu uh, wa personel etu wanatumika kule mazingiro na Nyantende, kutuambia kama huko watu mwa walifika, walikuwa arme, wakawakamata wakapana nabo potea captage, wakawaoblige wafunge mavane donc. Kaa wanafunga mavane donc, maji haitashuka tena mu reservoir zetu za kasihe na mazingiro, pour que tuendelee kupana maji ku wakaji si unajua kama hii mji wetu ni mji tuko na problemu ya mamalati, niye kukosewa mana maji ile, magonjwa inariskia kukuwa mengi partu, na ikikuwa mingi partu, naona itakuwa shida sana, na waza wakuwa wanchi watafanya yote ili sulisho ipatikane kwa ile shida. Hali hii inatatiza usambazaji wa maji kwenye bwawa la Nyantende na Kasie ambalo linahudumia zaidi ya wakazi milioni mia moja wa jiji la Bukavu na maeneo yanayozunguka, Regideso imebainisha. Hayo tu tumekuandalia mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24, tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Jehova. Alamsike. <coughs> <coughs> Visio News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel.